Mtoto ambaye ana wa kunyonya unaweza kumsaidia kwa mbinu ambayo kwako kwa kwa mama itakuwa itakupa uhakika wa kujua kiwango cha maziwa ambacho mtoto ananyonya na kuweza kujua kwamba ana shiba, lakini pia kuweza kumfanya mtoto kuwa salama kipindi chote ambacho unahisi kwako kwa kwa, kama atakuwa ni mvivu wa kunyonya. Mbinu ni moja kwa mama ambaye unahisi mtoto wako ana muda mrefu sana anashindwa na kunyonya na kuweza kumsaidia kumfanya kuwa salama zaidi. Mimi leo nakufundisha, mimi naomba kuwa rahisi, lakini kwa kwako takupa mwongozo mzuri moja kwa moja wa kuweza kutambua moja kwa moja namna gani ambavyo unaweza kumsaidia mtoto wako ambaye ana changamoto ya kunyonya au ambaye ananyonya muda mrefu. Na kupata mwongozo huo, utamfanya mtoto kuwa salama au kuwa na uhakika kwamba mtoto wako anashiba na, na kumfanya kuwa salama kipindi chote. Mimi nakushauri, hakikisha unakamua maziwa mara kwa mara au mpatie mtoto maziwa kwa njia ya kukamua na kumnyonyesha kwamba ukamui maziwa ndio mpatie mtoto, ili itakufanya kuwa salama na kujua kwamba mtoto wako ana shiba au kiwango cha maziwa alichokunywa kunywa sasa ni kidogo au kiwango cha maziwa alichokunywa ni kingi, kutokana mtu, na changamoto ambayo mtu wa mama wengi anapata akiwa na nyonyesha. Changamoto ya mama kunyonyesha ni kutokuwa na kutokuwa na kiwango cha uhakika ambacho mama anaweza kakamua maziwa au anaweza kutoa maziwa kipindi ambacho mtoto ananyonya, na hii imepelekea wengi kurudi hospitalini kwa sababu ya mtoto kupungua uzito au watoto kuwa na upungufu wa maji ambayo inapelekea ngozi kuwa na mikunjo mikunjo au mdomo kuwa mikavu na kukosa choo. Mwisho kabisa mtoto anapata utapiamlo na mwishoni mtoto kufariki. Hii kwa sababu ya kutokuwa na uhakika kiwango cha maziwa ambacho mtoto huwa anapata kipindi ambacho mama ananyonyesha. Sasa, namna bora kujisaidia hapa ni kuweza kukamua maziwa mara kwa mara au kumpa mtoto maziwa kwa mbinu ya kukamua licha ya kwamba utakuwa unaendelea kunyonyesha. Maana ila baada ya masaa matatu, hakikisha mama anakamua maziwa ambayo utampatia mtoto, lakini pia haya ah, masaa mengine utakuwa unanyonyesha kawaida. Sasa mtoto ambaye amezaliwa siku ya kwanza upataji wake wa maziwa utakuwa tofauti na mtoto ambaye ana miezi miwili, ana miezi mitatu na miezi minne na kuendelea, yani kiwango cha maziwa ambacho na... atakuwa anahitaji ni kitakuwa ni tofauti na yule ambaye amezaliwa siku ya kwanza. Nikupe mfano mzuri, mtoto ambaye amezaliwa siku ya kwanza huwa anaanza na na mili zitano mpaka mili kumi. Kwa maana yake ni kiwango ambacho mtoto anapaswa kupewa kwa wakati huo. Sasa ambaye ana miezi miwili na miezi mitatu ni tofauti kabisa, na uvutaji wake maziwa au unywaji wake wa maziwa utakuwa ni mwingi zaidi, au kiwango cha maziwa ambacho atakuwa anakunywa ni kingi zaidi. Kwa mama anatajika upate vyakula ambavyo vitaweza kuzalisha maziwa mengi zaidi na kumfanya mtoto wako kuto upata changamoto ya upungufu wa uzito, lakini pia kukosa maji mwilini. Sasa mtoto ambaye ana changamoto ya kunyonya hivyo mama, ukatengeneza ratiba maalum ya mtoto ambao utakamua maziwa na kumpatia kwa kiwango hicho ambacho kinamfanya yeye kuwa salama kipindi chote. Mtoto ambaye na miezi miwili au na mwezi mmoja na zaidi, huwa tunashauri mama akamue miezi sitini mpaka